Shangwe na nderemo zimeibuka leo katika Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam mara baada ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipasi Lisu kuingia mahakamani baada ya kesi yake ya uhaini kusimama kwa zaidi ya siku 88 tangu ilipoahirishwa Novemba mwaka jana. Lissu akiwa mwenye furaha, alionyesha ishara ya kuzungusha mkono wake wa kuume na ishara ya Chadema ya vidole viwili wakati alipoingia katika ukumbi wa mahakama hiyo. Baada ya Lissu kufika, cha kwanza kilikuwa ni maombi. kesi ilianza kusikilizwa na Lissu alianza kwa kuwasilisha kilio chake kikubwa mbele ya mahakama hiyo, akieleza kuwa ananyimwa haki yake ya kuzungumza na mawakili bila kusikilizwa na maafisa magereza. Kadhalika, Lissu amedai kuwa mawakili wake wakifika gerezani wanapelekwa kwenye chumba cha mkuu wa usalama wa gereza, na kwamba wakiwa huko mazungumzo yao yote yanasikilizwa na mkuu huyo wa usalama, mkuu wa gereza na maafisa wengine wa magereza wasiopungua watatu. Pamoja na hayo Lisu anaeleza wasiwasi wake kuhusu kesi yake kucheleweshwa. Ameyasema hayo akirejea kesi ya uhaini dhidi ya Katibu Gandhi na wenzake 18 kutoka mahakama kuu hadi mahakama ya rufaa na kusema kesi hiyo ya uhaini ilichukua miezi 14 na mashahidi walikuwa 140, lakini kesi yake mpaka sasa ina miezi kumi na ni mashahidi watatu tu ndio waliofanikiwa kutoa ushahidi. Lisu akasema kwa utaratibu huo huenda kesi yake ikafika mwaka F mbili na thelathini, hali iliyoibua vicheko mahakamani hapo. Wachambuzi wa masuala ya siasa na uongozi wamezungumzia mwenendo wa kobe na uminywaji wa haki za Lisu mahakamani hapo na kusema kiongozi huyo hatendewi haki. Mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka shule ya sayansi ya siasa ya chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Muhamed Bakari amesema: kwa hiyo ukiangalia mlolongo mzima, sio Lisu peke yake, na wote ambao wanakamata, unaona kabisa kwamba hakuna haki za msingi katika zile taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa kisheria, na jambo la kusikitisha ni kwamba mahakama inatumika vibaya kisiasa, ambacho ndio chombo cha ja kuweza kutoa haki kwa Tanzania. Unaweza ukasema kama ni kitengo cha ja kisiasa kwa Tanzania, kwa kiwango kikubwa Mahakama zetu zinatumika kisiasa, uwezekano wa kupata haki ni mdogo sana, na mara nyingine unakuwa haupo kabisa. Kesi hiyo inaendelea mahakamani hapo ikiwa ni siku ya mia tatu na nne sasa, sawa na miezi kumi na siku takribani arobaini na nne tangu Lisu alipopelekwa mahabusu kwa makosa ya uhaini na uchochezi mnamo Aprili mwaka jana. Florence Majani odw Dar es Salaam.